Shalom, karibu kwenye uh, tafakari za Njoo Ule Ukue. Leo, leo kwa namna ya pekee tunaanza kutafakari kwa habari uh, uh, ya andiko maneno ya ya Paulo katika uh, Timotheo wa Pili, sur, sura ya nne mstari wa saba mpaka wa nane. Neno linasema Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda; baada hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana, mhukumu mwenye haki, atanipa siku ile; wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Hapa tunaangalia Paulo alipokuwa anasema amevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo umeumaliza, alimaanisha nini? Haya maneno tumezoea kuyaona hasa kwenye um, misiba au kwenye ma, makaburi ya watu, kwamba kuonyesha kwamba huyu mtu aliishi vizuri. Lakini je, tunaelewa maana halisi ya haya maneno? Kwa nini Paulo alisema haya maneno? Paulo alipo kuwa anasema haya maneno, manake alikuwa anaandikia anamwandikia Timotheo akitaka mm -hmm. kumwaga kumwambia kwamba amefika mwisho wa safari yake male makusudi ambayo Mungu alimtengenezea hapa duniani kumuita. Uh, kama ni msomaji mzuri wa Biblia utakuwa unajua kwamba Paulo kabla ajawa Paulo alikuwa Sauli, na alihusika sana katika kuliua kanisa yani alikuwa nalitesa kanisa kwa maneno mengine, na tunajua katika Matendo ya Mitume ile sura ya tisa, unaona pale alikuwa yuko njiani kwenda Dameski alipopatwa na shida. Alikuwa anaenda Dameski ili kwenda kuwaua wale wafuasi wa Kristu, mm, wale wanafunzi waliokuwa wanamfuata Kristu. Na wakati yuko njiani tunafahamu kwamba kilichompata akaanguka chini, akaona mwa, mwa, mwali mkali sana, akasikia sauti ambayo wengine hawakuweza kusikia kwamba inasema, sauli Sauli, kwa nini unaniumiza? Yani maneno ambayo Yesu alimwambia Sauli. Hakujua yeye alikuwa anafanya kitu alichokuwa nakiamini kwamba anafanya kwa ajili ya Bwana, yani anafanya kwa ajili ya Mungu. So, kwa ajili ya Bwana alikuwa anafanya kwa ajili ya Mungu kama farisayo kuhakikisha kwamba dini ya Kiyahudi haiharibiwi na mtu yeyote. Kwa hiyo kama farisayo aliona anamtumikia Mungu katika ile hali na bidii ambayo alipaswa kuwa nayo, lakini baada ya Yesu kumwambia hayo, ndipo akamwambia Bwana, wewe ni nani? Ndo anajitambulisha kwamba mimi ni Yesu eh, unayeniudhi kwa maneno mengine kwamba Yesu akamuonyesha kwamba ile njia alokuwa naifanya, ile njia alokwepo sipo pale ambapo Mungu alikuwa anataka wipo. Mara ngapi tumejikuta tunafanya vitu vya dini tukifikiri kwamba tunampendeza Mungu lakini kimsingi hatumpendezi? Inaweza kuwa ni mara nyingi sana pasipo kujua. Inawezekana tunafanya kwa sababu ni vitu ambavyo tumefundishwa, ni mapokeo ambayo yamekuwepo, lakini mara ngapi wakati mwingine tunafanya vitu ambavyo kimsingi havimpendezi Mungu hivi ni vitu vya kujitafakari, lakini tunaona mungu anambadilisha, Bwana anambadilisha, namwonyesha, sasa hapa unakosea njia yako, naitaka iwe hii. Akamfanya akawa kipofu kwa siku tatu, akaingia mjini na Bwana akamwinulia Anania, akamsikia Anania, akamsikia Bwana japo alimuuliza Bwana huyu mtu amekuwa akitesa watu, nikienda inakuwaje? alikuwa na haki kwa sababu eh, fikiria watu wanauawa na alikuwa ana tayari ana nyaraka ya kuruhusu hawa watu wauawe. Ilikuwa ni haki aogope aulize amoji Bwana. Hata sisi tuna haki ya kumuuliza na kumoji Bwana pale ambapo tunaona kwamba hichi hmm, kitu sikielewi Bwana. Hapa ni ndani, unaweza ukamoji. Amoji tu kwa adabu, ni vizuri tu kumoji Bwana, wala hakuna shida. Ila unamoji, unamoji Bwana kwa namna ipi ndo inaamua matokeo gani unapata. Mfano, tunajua Mariamu alipokuwa anapelekewa taarifa na malaika Gabrieli kwa habari ya ujio wa Bwana, na Zakaria naye alipelekewa na, na malaika huyo huyo kwa habari ya ujio wa Yohane Mbatizaji. Tofauti ya Mariamu na Zakaria ni nini? Katika Luka, soma ile Luka moja na Luka mbili. Tofauti ya Zakaria na Mariamu ni sehemu ndogo sana. Mariamu aliamini, lakini hakujua itakuwani na alitamani Mungu amwambie itakuwaje, kwa sababu yale mazingira kwa hali ya kawaida isingewezekana. Akamuuliza, Bwana nitendewe ilivyonena, lakini itakuwaje, unaomba uniambie. Akaelekezwa kwamba atampata mtoto kwa stahili hii, na itakuwa hivi na itakuwa hivi. Zakaria, Zakaria aliuliza na yeye lakini, kuuliza kwake yeye kulikuwa kule kuuliza kwa kutokuwa na imani nauuze hivi inawezekana, mbona ichi kitu akiwezekani? Yani ile kutokuamini kwake kukamchukiza Mungu, badala yake Mungu akampa adhabu Zakaria. Watu waliuliza lakini waliulizaje? Namna walivyouliza. Kwahiyo hakikisha unavyovipiga vita unavipiga vizuri. Zakaria tunaona kilichompata, akapigwa ububu mpaka yule mtoto alipozaliwa, alipokuwa anatolewa hekaluni ndipo akapata sauti yake. Lakini Mariamu kenda chote kichompata vitu vilienda tu vizuri, na malaika akaendelea kumwelekeza hata namna itakavyokuwa ujio, ujio wa Yesu namna takavyopata uja uzito ni kwamba kwa, ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu na huyu mtoto atakuwa, atakuwa mwana wa Mungu na Yusufu atamchukua na nini, na nini, na nini paka tunajua, mwendelezo mzima. Tunarudi sasa hapa mtaka mtume um, Paulo anaposema nimevipiga vita vilivyo vizuri maana yake nini? Vita kwa mkristo unayemjua Bwana ni jambo la kawaida, yani unapomwona Bwana na nguvu zake, unapomtaka Bwana na nguvu zake, vita ndio inapoanzia. Maana tunaambiwa katika Waefeso sita, vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka, juu ya kuwa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya. Kwa nini? Kwamba mnafikiri hawa hawapo? Hapana, wapo. Kwa nini hawahangaiki na wewe wakati haumjui Bwana anaanza kuhangaika na wewe wakati unamjua? Jibu tu ni jepesi. Kabla hujamjua Bwana ulikuwa wa kwao. Hamna mtu ambaye atahangaika na wewe wala hakuna nguvu yoyote ya giza atakayohangaika na wewe wakati tayari wameshajua wana wewe. Yaani wewe ni wa kwao. Nini kinatokea? Unapotoka sasa unataka kuingia kwenye ufalme wa Mungu kwa Kristo Yesu, hapo ndipo vita zinainuka. Kwa nini vita zinainuka? Jipo jipesi tu, kwa sababu unamtafuta Bwana na nguvu zake. Manake unasema mimi, ufalme wa giza siutaki tena, saa hizi naingia kwenye nuru ya Kristo. Kwa hiyo hapa Paulo anaposema nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, maanake anasema kwamba nimeshindia imani, yale makusudi ambayo Mungu alikuwa anataka kwenye maisha yangu nimeyafanya vizuri. Mwendo nimeumaliza, kwamba nimefika mwisho wa safari yangu, sijapotezwa, kwa sababu katika vita kuna kupigana na kuna kupigwa. Kuna kupigana, kuna kupiga na kuna kupigwa. Sasa kama mwana wa Mungu lazima uwe makini Ukikaa vizuri utalindwa. Ulinzi wa Mungu upo, yani hata yani hata si simumunyi maneno, ulinzi wa Mungu upo, lakini kuna utaratibu kwa sababu tunaona shetani alivyokuwa anaenda kujihudhurisha katika kile kitabu cha Ayubu, ile sura ya pili. Naona alizunguka huko na huko. Ukisoma vizuri kitabu cha Ayubu sura ya kwanza na pili unaipata hii habari namna ambavyo alijihudhurisha katikati ya wana wa Mungu na, na, na ukienda uh, tena katika kile kitabu cha Ufunuo tunaambiwa namna ambavyo vita inapiganwa eh, kati ya watakatifu na Shetani ni kwamba anajaribu kupigana na sisi kila siku, usiku na mchana, na achi, hawezi kuacha, kwa sababu hataki usimame katika kweli ya Kristu. Kwa hiyo kuna namna zako za kuenenda, usipokuwa nazo makini atakuwa anakupiga, na hichi ndo tunachojaribu kukufundisha kwamba ukishaingia kwenye maisha ya uokovu ni lazima uitunze sana hiyo nafasi yako, na uitunze kwa bidii ili mwisho safari yako uweze kusema nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Ni jukumu letu kama wana wa Mungu kulinda imani. Wakati mwingine majaribu yanaweza kuja sana yakawa makubwa, lakini neno la Mungu linatuambia hakuna jaribu tukalolipata kuliko uwezo, uwezo wako wa kulishinda, hiyo haipo chochote kile kinachokuja kwako kiko, una uwezo wa kukishinda. Manake majaribu ndiyo yanakuvusha hatua moja kwenda nyingine. Kwa hiyo ya majaribu yanapokuja, usianze kunungunika, usianze kulalamika, usianze uh -uh. Panda viwango. Yani sema hapa, mimi hili jaribu halinitoi kwa Bwana. Haijalishi ni gumu kiasi gani, haijalishi ni hali kiasi gani, haijalishi watu watanionaje, lakini mimi hili jaribu halinitoi kwa Bwana. Unaweza ukawa unaona jaribu ni la kwako lakini kimsingi lina watu wengi nyuma yake, linawavusha wengi. Mungu wakati mwingine anaweza akakuonyesha na wakati mwingine unaweza hata usijue, lakini kuna watu wengi wengi wengi wengi watakaovushwa na wewe. Kwa hiyo hakikisha umwachi Bwana. Lazima tuwe barua inayoandikwa yani, mtu akikuona amwone Bwana kwa wewe ili mwisho wa siku tuweze kupewa ile taji maana tunaambiwa uh, baada ya hayo nimewekewa taji ya haki kwamba baada ya kumaliza hizi vita za hapa duniani nimewekewa taji ya haki. Eh, mtakatifu Paulo anasema, mtume Paulo anasema ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na wale watu wote waliopenda kufunuliwa kwake. Kwamba kama una, kama unampenda Bwana unapenda kufunuliwa kwake, unaishi kwa ajili yake, kwa nini taji sio ya kwako? Kwa nini usio kwenye ile hesabu ambayo tunaambiwa wamevaa mavazi meupe wameshika mitende? Hiyo ni, ni haki ya kila mmoja wetu, ila tu ni we mwenyewe kuamua kukaa kwa utaratibu, kwa sababu kuzimu inavuna, mbinguni nako kunavuna, na wakati mwingine watu wengi wana, wanaishia kwenye uharibifu kuliko wanaoingia kwenye neema ya Mungu. Kwa hiyo Mungu akikupa nafasi itumie, komboa wakati kadiri unavyoweza komboa wakati kadiri unavyoweza ili uweze kweli kuvisema nimevipiga vita vilivyo vizuri na mwendo nimeumaliza. Usichoke, usikubali kuisha katikati. Bwana yupo, tukimtafuta anaonekana hata katikati ya mahangaiko. Bwana yupo, ajai kumwacha yeyote yule anayemtafuta, ajai kumwacha yeyote yule mwenye haki wake hajawahi. Inawezekana unapita mali paka sema hivi Mungu yupo lakini yupo Tumkumbuke Petro. Petro alimwambia Yesu anaomba tembee kwenye maji, tunajua Yesu akamwambia tembea, njoo unifuate, lakini tunaona alianza vizuri eh, lafu weza kajiuliza hivi, Petro si alikuwa ni mvuvi? iweje aogope yale maji? kwa nini azame, wakati ni, ni kitu ambacho anakifanya kila siku? kwa nini ghafla aweze kuzama? kwa sababu alitoa macho yake kwa Yesu, akaangalia yale maji, akamtia hofu. Lakini pia tu najiuliza kwa nini alipata hiyo hofu? Hiyo hofu ilitoka wapi? Mtu anayejua kuogelea kwa nini alipata hofu? Maana yake kwamba ukimwacha Yesu, hata kwenye kitu cha kawaida kabisa kinaweza kikakutia hofu Eh, ukiangalia giza nalo kuzunguka, ukiangalia maangaiko, ukiangalia shida, ukiangalia nini, unajiona uwezi. Lakini ukiona Yesu, na alipozama alimwita Bwana na Bwana akamshika, kwamba wakati mwingine inawezekana ukawa unapita mahali pagumu, lazima mwite Bwana, usiseme tu Mungu anaona mm -mm. Hiyo haitoshi. Mungu anaona, lakini je, yeah, unataka kusaidie kwa sababu kusaidiwa ni kitu kingine mm. Ni lazima utake huo msaada, lazima umwambie Mungu ninahitaji huu msaada, nahitaji hapa univushi. Huo ndio utaratibu. Bwana akubariki sana. Natumaini tafakari ya leo imekupa kitu kingine cha kuongeza. Bwana kutunze na Bwana endelee kukuvusha na kukusaidia kulinda nafasi yako. Shalom.